Hujambo. Kunao msemo unaosema, Penye wazee haliharibiki neno. Wanaume huwa wanauchukua huu msemo na kusema ya kwamba penye wanaume haliharibiki neno. Huwa wanaonyesha kana kwamba wao ndio watu ambao wanawaza, wanafikiri, na kwa hivyo wakiwapo, na kuwe kuna shida, lazima wataitatua, wataleta suluhu. Tutaona mahali ambapo pana wanaume wengi, wanaume maelfu, na kuna shida. Je, wataweza kuitatua? Hebu tusome neno la Mungu katika kitabu cha Yohana mlango wa sita kifungu cha kwanza hadi cha kumi na moja. Baada ya hayo Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia, na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Naye Yesu akakwea mlimani, akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka sikukuu ya Wayahudi ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake, akaona mkutano mkuu wanakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Na hilo alilinena ili kumjaribu kwa maana alijua mwenyewe atakaloteda. Filipo akamjibu, mikate ya dinari mia mbili haiwatoshi kila mtu apate kidogo tu. wanafunzi wake mmojawapo Andrea nduguye Simoni Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto yuna mikate mitano ya shayiri na samaki wawili, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, waketisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapata elfu tano jumla yao. Basi Yesu akaitoa ile mikate, akashukuru, akawagawia walioketi; na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Kama nilivyosema hapa, tunawaona wanaume na ni wanaume wengi. Tunaambiwa ya kwamba wapata elfu tano jumla yao, ni wanaume maelfu, na kama unavyojua wanaume husema ya kwamba wao huwaza, yaani wao ni watu ambao hufikiri, na kwa sababu hapa kuna shida, yaani watu wanajaa wanaume wanatumia ubongo na hata wengine wanamwambia Bwana Yesu kile atafanya. Ukisoma kitabu cha Luka usome mlango wa tisa kifungu cha kumi na mbili utasikia wanafunzi wake wale kumi na wawili wakimwambia hivi, uwage mkutano ili waende katika vijiji na mashamba ya kadokado wapate mahali pa kulala na vyakula, maana hapa tulipo ni nyikatupu. Yaani wazee wanawaza na kuwazua, na baadhi yao wanamwambia Yesu kile atafanya. Lakini Bwana Yesu anautazama mkutano, na ni mkutano mkuu, ni watu wengi mno. Ukisoma kitabu cha Marko usome mlango wa sita kifungu cha thelathini na nne utasikia ya kwamba wanaume ndio waliokuwa elfu tano jumla yao, palikuwapo na kina mama na watoto pia na kwa hivyo tunaweza kusema ya kwamba palikuwa na watu kama elfu ishirini. Yesu anawatazama na kuwahurumia, na ameamua ya kwamba atatenda jambo. Lakini kabla ya kulitenda, ananena na Filipo na kumwambia, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Filipo ni mwanamume mwingine na yeye anawaza, anafikiri na anamjibu Bwana Yesu na kumwambia, mikate ya dinari mia mbili haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu. Yaani yeye hata amefanya mahesabu na ameona ya kwamba mtu akifanya kazi, aifanye miezi minane na apewe mshahara, hizo pesa ambazo angepata zigenunua chakula ambacho hakiwezi kuwatoshelesha watu wengi hivi, yaani zigenunua chakula cha kuwaojesha tu. Kuna mwanamume mwingine naye ni Andrea, naye amemwona mtoto katika kifungu cha tisa, anasema, yupo hapa mtoto yuna mikate mitano ya shayiri na samaki wawili, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? yaani Adrea anamtazama mtoto, anaona ni mtoto mdogo na ana chakula kidogo ambacho ni kama tone la maji katika bahari. Ni chakula kidogo na watu ni wengi mno. Adrea ametuonyesha ya kwamba pana mtoto, yaani katika mkutano huo pana mtoto na ni mtoto mdogo, na huyu ni mtoto mdogo sana, kwa sababu ukisoma neno la Mungu usome katika vitabu vitatu vya injili yaani usome Mathayo, Marko na Luka utaona ya kwamba katika hadithi hii ya muujiza wa kuwalisha watu elfu tano huyu mtoto hajatajwa. Badala ya kumtaja mtoto na kusema ya kwamba ana mikate mitano na samaki wawili, wanafunzi wanasema kwamba wana mikate mitano na samaki wawili Yaani wanakitaja chakula lakini hawamtaji mwenye chakula. Huyu ni mtoto mdogo mno, ni mtoto mdogo kiasi kwamba mbele ya macho ya watu hata haonekani, lakini sivyo anaposimama mbele za mugu. Neno la mugu katika kitabu cha Mathayo mlago wa 10 kifugu cha 29 hadi cha 31 na moja linasema Je, mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja? Wala hata mmoja haaguki chini asipojua Baba yenu, lakini ninyi... na hapa tunaweza kusema, lakini hata huyu mtoto mdogo, lakini ninyi, hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wegi. Huyu mtoto ni bora kuliko mashomoro wegi, ni wa thamani mbele za Mungu. Ni mtoto mdogo na ana chakula kidogo, lakini kile chakula kidogo alichonacho amekitoa na amempatia Yesu, amempa Yesu na amempa chakula chote, hajabakisha kitu. Huyu mtoto Hamwambii Yesu kile atafanya na huyu mtoto. Haonyeshi vile shida ya jaa ilivyokubwa. Yeye anakuja mbele za Yesu na anatoa kile alichonacho na anampa Bwana Yesu. Na sijui kama unajua ya kwamba unastahili kuwa kama huyu mtoto mdogo unapokuja mbele za Mungu. Waweza kuwa wewe ni tajiri mwenye mali nyingi na unapojilinganisha na watu wanaokuzunguka unajiona kwa kweli wewe ni tajiri, lakini unapokuja mbele za Mungu na kulinganisha utajiri wako na utajiri wa Mungu, hakika utajiona ukiwa mdogo mno. Bwana Mungu ndiye aliyeviumba vyote, hata wewe ni mali yake. Yawezekana wewe umeelimika sana na una maarifa mengi. Unapojilinganisha na watu wanaokuzunguka waweza ukajiona kwa kweli wewe ni mwenye maarifa, wewe ni mtu mashuhuri, ni mtu mkuu, ni mtu wa kutukuzwa. Lakini unapokuja na kusimama mbele zake Mwenyezi Mungu na kujua vile alivyo Mungu anayeyajua yote, utaona ya kwamba maarifa yako ni kitu kidogo sana utajiona ukiwa mdogo na maarifa yako yakiwa kitu kidogo sana ukiwa mwanadamu wewe ni mdhaifu lakini hata hivyo unapojikabidhi kwake bwana mungu anakutumia na anayatenda mambo makuu hebu sikiliza vile neno la mungu linavyosema katika kitabu cha matendo ya mitume mlago wa nne kifungu cha kumi na tatu basi walipoona na hawa ambao waliona walikuwa ni viongozi, walikuwa ni wazee, walikuwa ni waandishi, na kati yao palikuwa na kuhani mkuu na watu wengine wa familia yake. Yaani, hawa walikuwa ni watu wenye nguvu, watu mashuhuri. Hebu tuendelee. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu wasio na maarifa, wakastaajabu, wakatabua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Yaani Petro na Yohana walikuwa watu ambao hawakuwa na elimu, watu ambao hawakuwa na maarifa, lakini kwa sababu walikuwa na Yesu, Yesu aliwatumia, akawapa ujasiri na wakaweza kutenda mambo makuu, wakaihubiri injili kwa ujasiri. Petro na Yohana walikuwa kama watoto wadogo, lakini kwa sababu walikuwa pamoja na Yesu, Yesu aliwatumia, mambo makuu yakatendeka. Na Bwana Yesu anataka tuwe kama watoto wadogo, tuwe na nia kama ya watoto wadogo tukiwa katika ufalme wake. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wafilipi mlago wa pili kifungu cha tano hadi cha nane anasema iweni na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu; tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Bwana Yesu alijinyenyekeza akawa kama mtoto mdogo, akatufia msalabani na neno la Mungu linatuambia iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Tunastahili kuwa na unyenyekevu, tuwe kama watoto wadogo, tukiwa katika ufalme wa Bwana Mungu. Hebu tusome neno la Mungu katika kitabu cha Luka Mtakatifu, Mlago wa tisa kifugu cha arobaini na sita hadi cha arobaini na nane Wakaanza kuhojiana ni nani atakayekuwa mkubwa miongoni mwao. Naye Yesu alipotabua mawazo ya mioyo yao, alitoa mtoto mdogo akamweka karibu naye, akawaambia, yeyote atakayempokea mtoto huyu kwa jina langu anipokea mimi, na yeyote atakayenipokea mimi ampokea yeye aliyenituma. Kwa kuwa aliye mdogo miongoni mwenu nyote, huyo ndiye mkubwa. Na katika kitabu hiki cha Luka mlago wa 18, kifungu cha 15 hadi cha 17 tunasoma hivi: wakamletea watoto wachanga ili awaguse, lakini wanafunzi walipoona waliwakemea bali Yesu akawaita waje kwake, akasema waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Amin na waabia mtu yeyote asiyepokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauigii kamwe ufalme wa Mungu ni wao walio kama watoto wadogo walionania kama ya watoto wadogo wanaojitoa na kwa unyenyekevu wanamruhusu Bwana Yesu awatumie katika huduma. Ukisoma neno la Mungu, usome kitabu cha Yohana mlango wa 13 kifungu cha 33, utamsikia Bwana Yesu akiwaita wanafunzi wake watoto wadogo. Mtoto mdogo anapoogea huwa anayafanya mambo wazi, hafichi chochote na tena hayafanyi mambo kuwa magumu. Tena mtoto mdogo anapokuamini anakuamini kabisa, yani anamwamini baba yake ama mzazi wake kabisa. Na tena mtoto anamtegemea mzazi wake, na anamtegemea kabisa. Bwana Yesu anataka wanafunzi wake wawe watu wanaponena wawe wazi, wasiwe watu wa kuyafanya mambo kuwa magumu. Anataka wawe watu wanaomwamini na wamwamini kabisa, na pamoja na hayo, anataka wawe watu wa kumtegemea, wamtegemee yeye, wamtegemee yeye tu. Nasi ambao ni watoto wa Mungu ni wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo, na tunastahili kuwa vivyo hivyo. Basi hapa tunamwona mtoto mdogo akiwa amesimama mbele zake Bwana Yesu, na ujue ya kwamba Bwana Yesu ni Mungu Mwana, neno la Mungu katika waraka kwa Wakolosai mlango wa kwanza kifungu cha kumi na tano na cha kumi na sita linasema, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka; vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Akiwa hivyo, Bwana Yesu angeweza kutengeneza mikate bila kutumia kitu chochote, lakini hapa tunamwona mtoto mdogo anasimama mbele zake, anajikabidhi kwake na anatoa chakula kile alicho nacho. Ni chakula kidogo, lakini anakitoa na kumpa Yesu, naye Yesu tunaona akimtumia huyu mtoto mdogo, anafanya kazi pamoja na huyu mtoto mdogo. Mtume Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorintho Mlago wa tatu kifungu cha tisa anasema maana sisi tuwafanya kazi pamoja na Mungu, ninyi ni shaba la Mungu, ni jego la Mungu, tuwafanya kazi pamoja na Mungu. Na diposa, tunamwona Bwana Yesu akiwa Mungu Mwana, badala ya kufanya kazi akiwa peke yake na kuwalisha watu, ameamua kuifanya kazi hiyo na huyu mtoto mdogo anainama na kukichukua chakula kidogo cha mtoto mdogo, anakibariki, anakitumia na anawalisha mkutano mkuu. Tunapokuja mbele zake Mungu, hebu tusijiinue, hebu tusijione tukiwa watu wenye nguvu, hebu tunyenyekee, tuwe kama huyu mtoto mdogo tujikabidhi kwake tumtolee yote, na hakika atatutumia na mambo makuu yatatendeka. Kunayo hadithi ya mwanamume ambaye alikuwa anakunywa pombe sana. Mwanamume huyo agekunywa na ungemwona akiwa amelewa chakari. Kwa sababu ya kunywa pombe sana, maisha yake yaliharibika Afya yake ikawa baya, akawa mtu ambaye alikuwa amedhoofika. Watu walikuwa wanamwona na wakawa wanamhurumia sana, na pakawa na watu ambao walikuwa ni mashuhuri sana, watu wenye mamlaka, na wakamwogelesha wakitaka kumsaidia ili aache pombe. Wakajaribu walivyoweza, lakini hakuiacha. Mwanamume huyo alikuwa na marafiki ambao walikuwa ni viongozi wa dini, nao pia wakajaribu kumsaidia ili yaiache pombe, lakini hawakuweza. Mwanamume akawa anakunywa pombe, inamharibu na watu wakawa wanamtazama, wanamwona hana tumaini. Lakini mwanamume huyo alikuwa na binti yake, ambaye alikuwa ni msichana mdogo huyo msichana hata igawa alikuwa mdogo, alikuwa mcha Mungu, alikuwa anaenda kanisani, anafundishwa katika Sunday School na alikuwa anampenda Mungu sana. Siku moja mwanamume huyo alikunywa pombe na akaenda kwake nyumbani akiwa mlevi, na pamoja na kuwa mlevi, alibeba pombe kwa chupa. Mwanamume akatembea akaingia ndani ya nyumba na akaingia katika chumba chake cha kulala. Mwanamume akaketi katika kitanda chake, na alipokuwa ameketi akaisikia sauti, sauti iliyokuwa nyororo, nyororo sana. Sauti ilikuwa ya mtoto wake huyo msichana mdogo, na ni msichana ambaye alimpenda sana. Msichana akawa anaimba, anamtukuza Bwana, na katika wimbo wake akawa anasema vile Mungu anavyowapenda watu wake na vile anavyowajali. Msichana akaendelea kuimba na akauliza swali, yaani wimbo ukawa una swali. Akaimba, hii pombe unayokunywa inakupeleka wapi? inakupeleka wapi inakupeleka wapi? Sauti ikamguza mwanamume, ikamguza kwa nguvu sana mwanamume, huku akiwa anajua ya kwamba mtoto wake ni mtoto mdogo, mtoto ambaye hata hajui mambo mengi, akasema ya kwamba ni Mungu anamuogelesha kwa kumtumia mtoto. Mwanamume akaanza kulia Akalia, akajaribu kujizuia, hawezi akalia. Na alipokuwa akilia, akaichukua ile chupa ambayo ilikuwa imejaa pombe, akaifunua na akamwaga hiyo pombe yote, akaimwaga chini. Mwanamume akasema, mimi nitamwamini Mungu ambaye huyu mtoto wangu anamwabudu huyo Mungu ndiye nitakayemwamini. Mzee akamwamini Mungu, akasaidiwa na watu, akampokea Bwana Yesu akiwa Bwana na mwokozi wake, na tagu siku hiyo huyo mwanamume hakunywa pombe tena. Bwana Yesu akafanya kazi na mtoto mdogo, akamtumia huyo mtoto mdogo na mwanamume akaiacha pobe na hata la maana sana, mwanamume akaokoka, mwanamume akafanyika mtoto wa Mungu, maisha yake yakageuzwa, yakaboreka, na katika maisha yake akamtukuza Bwana. Nawe kuwa kama mtoto mdogo, kuwa na moyo wa unyenyekevu. Usije ukajiona ukiwa mtu mwenye nguvu, mtu mwenye mamlaka mtu anayeweza kufanya mambo kwa nguvu yake bila kuhitaji msaada. Nyenyekea, kuwa kama mtoto mdogo. Jikabidhi mbele za Bwana na umtolee ulicho nacho, na hakika atakutumia jinsi apendavyo. Na akikutumia atayatenda mambo makuu, na jina la Bwana Mungu litatukuzwa. Bwana akubariki unapofanya hivyo. Shalom.